Mambo poa. Salamu safi tu. Unaitwa nani? Jina nza Fadhili Shabani Asmani, mwanachama <coughs> tawi Karume sokoni. Okay. Timu yako imesafiri kuelekea Malawi kucheza na Silver Strikers ya Malawi, ulitazama vipi kikosi chao kuelekea mechi hiyo siku ya kesho hii? E, timu yangu imesafiri kwenda Malawi, imeondoka jana saa alfajiri ya asubuhi. Tumefika Malawi na tumefanya mazoezi ya jioni Kiufupi sasa, kikosi chetu chote kipo bora, ni wachezaji wachache tu ambao wasioenda kama sita hivi ndio waliobakishwa, lakini wachezaji asilimia wote Malawi wamefika, na mazoezi jana wamefanya jioni, na na leo tena asubuhi wamefanya. Kwa mimi kikosi changu kipo vizuri, na asilimia ushindi ninao asilimia mia. Weleke mchezo wa kesho, mmemtambulisha kocha ambaye mmemtambulisha kama kocha msaidizi. Pia ni raia wa Malawi na alikuwa kocha eh, wa timu taifa ya Malawi unadhani ataenda kufaa kutengeneza Young Africans na ya namna gani, akishirikiana na kocha mkuu? Ni kocha kutambulishwa kwa Yanga, alishatambulishwa zangia hapa Dar es Salaam na tayari aina waliwakuta wa wenyeji wake na washaelekezana, kwa hiyo mipango yote washamaliza hapa hapahapa, yani kule kwenda tu kuendesha ufundi na wachezaji majukumu pa na, na, na benchi la ufundi. Kwa hiyo sisi hatuna shaka na, na kocha. Wananchi wategemee mchezo wa namna gani siku ni kesha ni burudani. Kesha ni burudani tu. Cha msingi sisi tunataka tushinde magoli mengi kwa sababu hata ukirudi nyumbani kabla hata pinzani wetu hawajaamka zenu wanasafiri kuna nongwa alitoa msemaji wa, wa klabu yao wa Simba akasema, kati ya hizi timu nne zinazoshiriki mashindano ya kimataifa, wao tu ndo timu pekee inaenda mbali lani, wengine mnaenda sehemu karibu. Karibu. Alipoulizwa kuhusiana na Yanga Africa akasema, Yanga anaenda Malawi, lakini Malawi ni saa tu na, na Mbeya tu hapo, kwamba ni karibu, ila wao oh, wakubwa wanaenda mbali. Ya, yule si tushamzoea maneno yake kwa sababu kupangiwa mbali sio sisi. Hiyo ni ratiba ya kafu, kwani kipindi kie sisi Yanga tunakwenda zetu nani huko, tunakwenda Angola, sisi tunakwenda mbali kuliko hata wao. Lakini msemaji wetu hajasema tunaenda mbali. Una focus na mechi yako kwa sababu yeye kashinda kujielezea katika mechi yake, kwa sababu unapojiwa jielezea mechi yako, yaani mechi yako na kuicheza vipi? Ukisema sisi watani wangu wanakwenda karibu, sisi tunakwenda mbali. Unakuwa sasa hata wao washabiki wako wanachama za kufikiria vipi kama msemaji. Yeye anashinda tu kutakwenda kwenda na faksa yake. Kwa hiyo sisi kama sisi hatujali karibu, hatujali mbali. Kikubwa sisi kwenda kushinda kuli na pointi tatu. Kwamba Mediali anashinda concentrate na kuzungumzia klabu yake anazungumzia. Eh, kwa sababu yeye anashinda kuzungumzia klabu yake, sasa yeye lazima aitaje mtani wake. Na anajua lazima amtaje huko kwa sababu yeye si ndio mtu, mtu, mtu mkubwa wake. Yeye ana ukubwa mkubwa ni sisi. Na yeye ana upinzani kwetu sisi. Kwa hiyo sisi tunamwangalia sasa hivi, ndio maana kila maneno anababwaja bila kumtaje mtu wake ajisira. Kwa hiyo sisi wanaYanga kesho ushindi kama kawaida, na mechi saa kumi. Kama mtapata muda kesho njoeni hapo mtani, nashinda goli tatu, kesho mchezo umekwisha. Wale watu walizungumza sana, Forza aondoke, Forza aondoke, Forza aondoke, ila amebakishwa. Nadhani uongozi wa Yanga, Yanga Africans wameona nini kwa Forza? Ayai, mimi siwezi kumzuia mtu asiongee. Anajua biadamu kila mtu kaumbwa, na kila mtu ana mtazamo wake. Naona bwana, huwezi ukasema maisha yangu mimi au maisha yako wewe yakafanana. Kitu hakiwezekani. Mtu anapoongea yule aondoke, mwingine anasema abaki. Hali matako ya viongozi. Na ndio maana viongozi mpaka leo wamefanyaje? Wamembakisha wamemeza tena mtu mwingine kumuongezea nguvu. Kwa hiyo atapoondoka sisi hata tukadauti ni kwa nini kaondoka, sababu uongozi ndio unajua muhimu wa kocha ni nani na hao ndio waliomleta, yeah huu uh, uh, kocha alikuwa amesha shiriki mechi mech kumi ndani ya mechi kumi ameshinda almost mechi tisa akatoa sare mechi moja na, na Mbeya City lakini watu walikuwa wanasema aondoke aondoke. We, unadhani alikuwa ni kocha sahihi wa kuifundisha kikosi cha Yanga kwa wakati huu? Yaani, mi narudia pale pale, anasema kila mtu ana mtazamo yake. Hajue sisi wanayanga wengi tumezoea mpira unacheza mpira afu na pasi nyingi. Sasa ukocha uh, japo wajafungwa lakini watu walitaka kuona na, na mpira wake unachezwa vipi. Sasa uwezi ukamzuia mtu kuongea, kama kocha aondoke au asiondoke, lakini mwisho wa siku uongozi wenyewe ameona tumbakishe, tumuongeze mtu mwingine ili afanye kazi. Kwa hiyo sisi kama washabiki na wanachama, kwa hiyo sisi hatuwezi tukapiga kelele sana. Uongozi unajua majukumu, yule aondoke au asiondoke. Kwa hiyo hata akiondoka sisi hatuongezi kitu, au ndo anajua thamani ya kocha aliyemleta hapa hapa kaida yetu, ondoke, sisi tutabaki hapa hapa. Kwa hiyo etu hivi a hivi, tunapingana na binadamu, hatufanani katika maisha maishaek. Mchezo wa kesho, azungumza na wanachama wenzako, mashabiki na wapenzi wa mpira wa Young Africans, kwa mchezo wa kesho, wanachama na washabiki watarajie tu Yanga, ushindi upo mzuri, ushindi mnono, kwa sababu na sisi tumalize mechi ni huko huko, sio tukija hapa tu apa lakini mechi kesho tunaimaliza kule kule, ugenini. Kila kitu kwao, tunarudi hapa sina ushindi mzuri. Kwa hiyo wanachama na washabiki waye na amani. Shukrani sana, asante ah, sana. <laughs>